Mheshimiwa Eugene wa Malwa. Na kuna mwingine hapa amesema ati apigwe risasi ya kifua. Hapana, tumesema tumpe risasi kwa debe ya kura. Sawa-sawa, Eneta wa Kiambu, Mheshimiwa Karungo wa hey, hey, wa Momo hoye, wa Momo hoye nenywe tumeambiwa 2027 kuna mtu tunapiga na ballot, si ndio? Tunaambia kasongo atajua sisi ni ma top shota, top shota, top shota. Si mambo ndio hayo? Mimi niko na jambo moja tu sasa hivi, kasongo amepanic na ameanza kutuma watu wetu wa mulima kukuja kututawanyisha. Ametuma kijana mmoja kutoka kule Kiambu, ameanza kukuja kupatia Rigiji masharti, anaambia Rigiji ati lazima uongee na Waigoro, ati lazima uongee na Karinda Wewewe. Moses Kuria wewe wewe, tunakuona huyu Rigiji sio wa kupewa masharti. Si mambo ndio hayo? Kasongo ndio wakupewa masharti, na nawaambia wasome Biblia Matthew 5:24 Kabla hujakuja katika DCP, kabla hujakuja kwa Riggy G, enda kwanza watu wako wakukubali, enda kwanza watu wakukubali. Si mambo ndiyo hayo? Tunawaambia wasije kupatia Riggy G masharti. Riggy G sio muosho mmoja, kama watu hawakutaki hawakutaki. Yule mtu wa kupewa masharti ni Kasongo. Yeye huyo anapatia Riggy G masharti vijana wakiuawa, alipatia Kasongo masharti, shaa isipofanya kazi anapatia Kasongo masharti, pesa isipofika shule amepatia Kasongo masharti. Tumwambie tunakuonea 18, wewe tunakuonea 18. Na kabla hujaongea na, na Riggy G wewe ni mpigaji kura Kiambu, kuja uongee na mimi kwanza. Mimi ndo seneta wa Kiambu. Top shota, top shota, top shota. Top shota, top shota. Ya mwisho. Ya mwisho. Si tuzome habari. Uri adadha wa maga kameme. Tuzome mohoro. Uri adadha kire liya goko. Uri awadha mwuga. Ni moholo kuma wa mumu. Ugi dhome roni ni Karungo wa Thang'wa. aikari awa mumu na kirinyaga yothe umuthi ni mauga ni marikia na mubunge wao mere oroka hinda ini kau ni maera mubunge wa tene wa gatundu Moses Kuria atige kuheriginji masharti oroka hinda ini kau ni maiga mundu wothe ukwigira thini wa Mount Kenya no ginya akamba kwaria na Rigathi wa Gachagua Tumalize tusimalize Tumalize tusimalize oroka hindeini kau ni mera gavana wao atigane na Rigathi wa Gachagua sababu tunajua pande gani arambe ya mwisho kabisa ya mwisho kabisa. Unajua, nimesikia kule State House amesikia huyo huyo mtu huyo mtu hiyo Kasongo huyo amesikia hadi tumefika Kirinyaga. Sasa amekaa chini anaangalia TV anakula mahindi. Sasa nataka tumuongeleshe, ndio hiyo mahindi itezi malenge, si ndio? na anaangalia TV na mtu wa tv ndio hule tuangalie, huyu mtu wa TV, wewe Kasongo wewe wewe Kasongo wewe tutakupeleka nyumbani 2027 na rigadhekashagwa eza wa presidential candidate. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mimi naomba harambe. Waheshimiwa tafadhali, mjue tuko na mikutano ingine mbele, so nikikupatia useme jambo pahali umetoka, Mheshimiwa Jenkehara, because we have two other meetings ahead. Mheshimiwa Jane Kihara Makovi. Siagini, hai Hai. Harambe. Munafurahi nimukenate ni kuona Riggy G na timu yake, tuambie Kasongo, safari hii tumekuonea kwa mbali ile bunge tuko ile bunge tuko kwanza alindanganya wabunge wa Mount Kenya. Akaambia hao wa impeach Rigathi na hata ODM walisema hawata sign impeachment kama Wakikuyu ama watu wa Mount Kenya hawaja sign. Wakalejini wakasema hivyo hivyo. Kwa hivyo Riggy G alitolewa na wabunge wa hapa Mlimani. Munawaambiaje? Hao wabunge walimtoa, munawaambiaje? Vijana mliuawa na Ruto jenzi mpo, Asante. Mpo, maisha yenu ni ya pesa ngapi, ili aseme atat, atalipa mioyo ile aliua? Muniambie maisha ni ya pesa ngapi, harambe Asante. Hebu nioneshe watu wale tuko nyuma. Tuko na mheshimiwa Jessica Mbalu kutoka Kibwezi, pande ya Makueni this constituency Makueni county. Leo tumekuja hapa kusikiza ground, tumekuja na rafiki yetu Gashagwa na Kalonzo Musyoka na wale principals wengine. Tumekuja kusema baba mnyakamba mewaa mnyovaa ee kwa nenga iwaipa kae muingie beta sisi tumekuja kufungana kabisa uye, tuko tight kabisa na Gashagwa. Leo ndo ametulinda hapa, juzi amekuwa kwetu, karibu hamie huko nenyu nienda mwase kula kamba la mweva. Nimetoka kanisa pale, kumbe mkiongea Kikuyu nasikia kila kitu. Na tumeambiwa tusiusiwe uoga. Mimi kwanza siusiagwi woga. sawa sawa Jezi mpo jezi mpo. Walikuja pale bunge na tukaanza kusema occupy, ningewauliza mwende mu occupy IBC. sawa sawa, muchukue kura, mujiandikishe, njio tujikomboe. Asanteni, asante. asante. Haya, Mheshimiwa Mokoroine, please harambee peke yake. Mimi naomba waheshimiwa, tukaongee mbele, mkikubali harambe harambe, tumeambia kasongo hakuna kuleta rais ama mchele hapa Kenya, kwa sababu mchele ni kazi yetu hapa Mwea, atuachie hiyo biashara. Na tunasema inaonekana, mene mene tekeri, wakati wako umeisha. Ukikatalia state house, huyu kagushia atakuja akogushe kutoka state house. Asante, thank you. Haya, Mheshimiwa wake Guma Monyoro, same speed. Hiyo kagushi ameweka good record. Asante, harambe mi harambe. Nasema hivi tuliona Ruto wakishikana na Gideon, hiyo ni unity of the country. Nataka kumuuliza saa ile watu wa mlimo wanakuja hapa wanashikana wote, lazima atuheshimu sisi. Si wa kabila sisi, tunashikana kama vile wao wanashikana, na hii kura yetu ndiyo ilimwingiza kwa hiyo kiti na hii kura yetu ndio itamtoa kwa hiyo kiti. Arambe! Arambe. Asante. Arambe! Thank you. Haya Mheshimiwa wa Starehe, Mheshimiwa wa haraka haraka. Mwea oye! Mwea oye! Vijana fire! Vijana fire! Mko tayari tume kasongo nyumbani? Sasa mfanye hivi, uchukue ID yako, uchukue voter card yako, hiyo ndio bunduki yako na risasi yako. Riggy G akituambie fire, tunafanyaje? Vijana fire! Vijana fire! Asanteni sana. Haya mheshimiwa wa Major Doc, na MC wa hiri ya kuwe tayari. Halabe! E, mwe muna kuwa na mna hiyo? Chama ni gani? Siwasikii chama ni gani? Kiongozi ni nani? Kiongozi ni nani? Hata kule kwetu Nairobi, tunasema chama ni DCP, na tunasema kiongozi niregatha gacaguatkakiwa jr at ngai mwega we mutangiri waita mwamukiri magongo na mandwairo ngai uri mbere tutingi hotwo ni Mwene Nyaga twakuo Ate twakuhoya tukonana twithiothe kuma ngongu nginya karimatura indi ioke nigigathira njamba cia itana ciariaitu harambe harambe kacongoni mwizi cio mwizi ni mkora, sio mkora, ni muwaji, sio muwaji, ni mfisadi, sio mfisadi. Sasa mara ya mwisho ukipatiwa huyu Rigathi Gachagua na upatiwe Kasongo utachagua nani? utachagua nani. Ukipatiwa ukipatiwa Kalonzo Mosioka na Kasongo utachagua nani? utachagua nani? na ukipatiwa Kasongo na punda utachagua nani? Utachagua nani? Asante. Arambe, na mkumbuka tuko pamoja na nyinyi, ninaomba kiti ya seneta hapa Kerenyaga, Mwishindo wa Katanga Moreu, alafu MCA wa Momomo, wako wapi? Aya moya hoi! Moyo hoi! Kasongo andiye siende. Nani alimcheele? Nikasongo. Nani ameharibu mchele? Nani uwajenzi? Aende asiende? Asanteni sana. Atato Muranga wanasema Kasongo ni one one. Asante sana.